Nam, hujambo msikilizaji na karibu tena. Wakati sasa ni wa mjadala ambao leo hii kwa wakati huu ni mjadala wa michezo. Studioni hapa yupo Josephat Charo, uh, yupo Bruce Amani, kwenye laini ya simu yupo pia Mindi Joseph, yeye ni eh, mwandishi wa michezo kutoka kule Tanzania, na mimi ninayoongoza mjadala huu ni Jacob Safari. Tuanze na huko huko Tanzania. Kuna ligi kuu ya soka nchini humo kwa sasa hivi, imesimama imepisha michuano ya kombe la shirikisho la TFF. Kesho Yanga watakuwa na kibarua kuwa kabili chama la wanastand United katika mchezo wa robo fainali, na endapo Yanga atafanikiwa kushinda mechi hiyo atakutana na mshindi wa mechi kati ya Singida Black Stars na Kagera Shuga katika hatua ya nusu fainali. Simba jana wao walifanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali kufuatia ushindi wa goli eh, tatu kwa moja dhidi ya Mbeya City na sasa unasubiri mshindi wa mechi ya leo kati ya maafande eh, JKT na Pamba Jiji. Josfat, right, unaona yanga younger watapita hatua hii maanake, inavyoonekana, labda katika fainali wanaweza kupatana na watani, nadhani itakuwa ni Simba na Yanga fainali kwa jinsi ambavyo ratiba imekaa na ile hamasa iliyopo kuhusu <laughs> mashindano haya. Uh, nitashangaa sana kama fainali itakuwa ni, ni Simba na timu, mpira unadunda, mpira unadunda lakini. <laughs> Lakini ule uhasama uliopo kati ya Simba na Yanga, na tambo za mashabiki mm. na ile presha inayokuwepo, gumzo mitaani na nini, inaongeza presha sana kwa makocha na wachezaji, na mimi nadhani Yanga watakaposhuka hawatakubali kabisa kuipoteza fursa hii ya kusonga mbele, kwa sababu wanajua wakifanya hivyo basi aibu kwao Nakubaliana mm, na, na, na, na, na Charo kwamba hii nadhani mechi kinachochochea ni uwezekano wa kukutana hizi timu mbili katika fainali, na ni ombi langu kwamba kama zitakutana basi hakuna atakayetoroka. <laughs> <laughs> Bruce, wiki iliyopita uh, Simba alizungumziwa sana kwa makubwa aliyoyafanya, mm, katika kweli, kombe la shirikisho lile la CAF wiki hii eh, unafikiri Yanga pia wao watataka, kutokana na yale aliyoyafanya Simba <laughs> ingawa hili lao ni chiri, kombe la shirikisho la nyumbani Bio. Lakini pia wao watataka katika vichwa vya vyombo vya habari. Lazima hizi timu mbili haijalishi ni mashindano ya aina gani, lazima eh, tambo ziwepo, na bila shaka kutakuwa na hizo kelele kutoka kwa kila upande wa mashabiki kwamba mwingine anajaribu kumdunisha mwingine, lakini ni muhimu Mm. Mindi Joseph uh, natumai unanisikiliza ukiwa kwenye laini ya simu, tueleze uh, mambo yakoje huko kuelekea uh, mechi hiyo ya kesho. Nawapata vyema kabisa uh, kubwa zaidi nchini Tanzania, kama mlivyozungumza pia, ni kuhusiana na michuano ya FA ambayo inaendelea kutifua vumbi kwa jana Simba wakifanikiwa kwenda hatua ya nusu fainali na sasa wanangoja pia, kesho Yanga atafanya nini mbele ya chama la wana Singida United? Naamini pia itakuwa ni moja ya mchezo ambao uh, Yanga wataingia wakihitaji kupata matokeo. Kwa nini? Ukiangalia watani zao Simba tayari wamesha uh, kwenda hatua ya nusu fainali, kwa hiyo na wao watapambana pia kuhakikisha kwamba wana enda hatua ya nusu fainali, maana ukiangalia hata uh, ushindani kwenye uh, michuano hii ya uh, pili kwa ukubwa nchini Tanzania. uh, katika ubingwa Yanga anaongoza kabeba mara tatu katika miaka ya hivi karibuni, lakini Simba kabeba uh, mara mbili. Lakini pia Yanga ukiangalia ndio bingwa mtetezi mwaka jana alifanikiwa kubeba ndoo, kwa hiyo ataingia uwanjani kama bingwa mtetezi, lakini pia ataingia uwanjani kuhakikisha kwamba namtafuta mtani wake Simba ambaye kwenye mchezo wa dabi pia alimkimbia. Kwa hiyo atahitaji kukutana naye katika hatua ya fainali. Mm, mimi uh, ni salie hapo kwako. mashindano haya ni ya pili kwa ukubwa huko Tanzania, lakini yanaonekana kidogo yanakosa msisimko licha ya kuwa uwekezaji umekuwa mkubwa, ni, ni, ni tatizo ni lipi? Kwa upande wa msisimko, naweza nikasema kwamba pengine ni kutokana na mpangilio wa mashindano ulivyo kwa maana tukiangalia ukiachilia mwaka jana ambapo CRDB wameingia kuwekeza wakiwekeza pia kiasi cha shilingi bilioni tatu nukta saba tisa kwa pesa za Tanzania, ukiangalia kabla ya uwekezaji ambao umefanyika mwaka jana, msimu uliopita, ambapo Yanga pia alikuwa bingwa, mshindi alikuwa anapokea shilingi milioni hamsini ambaye ni bingwa. Pengine msisimko pia umekosekana kwa sababu ukiangalia Uh, mabingwa ambao wanabeba wana ubingwa katika michuano hii ni Simba na Yanga. Katika miaka mitano ambayo imepita, Simba na Yanga, Simba na Yanga ndo zimekuwa zikibeba ubingwa huu, tofauti na timu zingine ambazo zimekuwa zikicheza fainali, lakini wakicheza fainali wanajua kabisa kwamba bingwa ni huyo. Kwa hiyo uh, mashabiki pia wanaamini kwamba Simba na Yanga katika michuano hii ndo wametawala kwa kiasi kikubwa, mm, lakini pia kumetajwa Josfat, hapo swala si la kitita cha la, la, la kitita fedha. Ni swala muhimu, hili ni, ni, ni swala muhimu, muhimu sana, na nafikiri morali unatoka kwa zile timu ambazo zinakuwa hazifanikiwi kupata hizo fedha na swala la uwekezaji na hali ngumu ya uchumi pia vilevile vile kwa nchi zetu za Afrika, na kumekuwa na misukosuko ya kiuchumi kote ulimwenguni kwa hiyo kama uwekezaji hauna nguvu sana na zile fedha zinakuwa mm. ni, ni, ni kidogo, morali pia unashuka wa wachezaji na timu zenyewe, pamoja na kwamba uh, tumeshuhudia Simba na Yanga zikichukua, na kwa hiyo hizo ndizo timu mbili ambazo ziko katika midomo ya mashabiki na wachambuzi wa soka kwamba, kwa, kwa vyovyote vile, piga ua, itakuwa ni Simba ama ama Yanga, lakini bado kama fedha ni kidogo morali unakuwa unashuka, Jacob, mm, bila shaka tuyawache kwa, kwa sasa hayo ya, ya Tanzania, turudi tu hapa Ujerumani katika ligi kuu ya Bundesliga mm msimamo sasa hivi ukiuangalia Bruce mm. jinsi ulivyo, Bayern Munich katika mechi ya Dea Classica mwishoni mwa, mm. uh, mwa wiki waliweza kuzuiwa sare ya mabao mawili na Borussia Dortmund na Baya Leverkusen walishindwa kuitumia nafasi hiyo kuwakaribia Bayern Munich manake mm. Bayern walipoteza point, lakini Leverkusen <laughs> vile vilevile, kabla hapo wao nao nyumbani, hakuna aliyetazamia watazuiwa na Union Berlin hawalitaki ili kombe baya Leverkusen, wakini liishia li, ilipoanzia pengo ni hmm. pointi sita kati ya vinara Bayern na wanawafukuza mabingwa watetezi Leverkusen. Kama unavyosema, Leverkusen inaonekana kama ili Sijui anahitaji muujize upi mwingine, ilikuwa nadhani mechi ili taji la Bundesliga wanaonekana hivyo, kwa sababu kama kuna nafasi ambayo walistahili kuonyesha kwamba tayari hawajakata tamaa ni mechi dhidi ya Union Berlin na hmm, licha kwamba kweli ilikuwa mechi ngumu, kwa sababu Union Berlin katika... walijilinda vizuri sana sana. ilikuwa ni mbinu yao kwamba wajilinde vizuri dhidi ya Alonso ambayo vijana wake walikuwa wanashambulia sana kipindi cha mechi nzima lakini kwa kweli ilikuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia nadhani Leverkusen sasa hivi wamehisi kwamba eh, Bayern wanatoroka na taji mm. Josfat, Florian Wirtz alirudi katika mechi hiyo ingawa aliingia katika kama mchezaji wa kiba katika kipindi cha pili. Unafikiri atawasaidia kwa kiasi gani eh, hizi mechi zilizosalia Leverkusen, maanake hili taji la Bundesliga ndilo taji la pekee walilo nalo sasa hivi, kwa mechi chache ambazo zimebaki? Wirtz anahitaji muda pia kuweza kurejea katika fomu yake ile nzuri kikamilifu ambayo alikuwa nayo kabla jeraha, sidhani sidhani kama mchango wake unaweza ukawa mkubwa sana hi hivyo mpaka kurudi katika ile kasi ya kuiwezesha Leverkusen kurudisha alama zote sita na pengine kutafuta alama za kusonga mbele mm. Mimi nikiangalia kwa ile ari ya Bayern Munich ku uh, kuzuiwa sare nyumbani na, na Dortmund na Leverkusen kuzuiwa sare nyumbani na Union mm. Hii inaonyesha kwamba kasi kwa timu zote mbili imepwaya morali ni kama yani umewatoka, kwa sababu mimi sikutarajia kwamba Leverkusen ingezuiwa hmm, na pia vile vilevile hmm, Bayern ingezuiwa na Dortmund, ambayo Dortmund imekuwa ni timu ambayo inapata shida inahaa sana katika ligi kwa hiyo nafikiri kuna ile hali ya kuchoka kwa, kwa, kwa timu yeah, zote mbili na hii ligi. Mimi nafikiri huenda tukashuhudia mambo yakaenda hivi mpaka mechi ya thelathini na nne na Bayern ikabeba, kukiwa na huo mwanya wa alama sita mm, au pengine mwanya wa pointi tatu au tatu, mm. Mm. Kwa kwa hiyo, bado, bado kuna pointi ba, ba, ba, bado kuna pointi zitapotezwa hapo, ukiangalia kwa kweli na Bayern Munich kwa mechi tuliyoshuhudia, kwa sababu kwanza wana mechi muhimu sana katikati ya wiki hii Jumatano dhidi ya Inter Milan Champions League uhum. Lakini kabla eh, baada ya hapo itabidi washuke dimbani dhidi ya Heidenheim mm -hmm, katika mechi ya Bundesliga. Ukiangalia uh, safu ya ulinzi ya Bayern na majeruhi ambao ambayo wanao nadhani ni tatizo kwa Vincent Kompany kwa kweli, ni tatizo kubwa sana. Ni tatizo kubwa sana. Ukiangalia mabeki katika... wote Lio, mabeki wote Bruce, ni mabeki ambao yani ungeweza kusema kwamba hawana uzoefu wa muda mrefu kwa sababu mm. Eric Dier ukimwangalia, uh, uh, hata Kim Min-jae Kim Min-jae haja, haja, bado hajatulia. Sikutarajia juzi, juzi katika mechi ya Der Klassiker kwamba Kim Min-jae ambaye unatazamia una awe ndio kama nguu zo pale katika safu ya ulinzi hii ya Bayern Munich ataweza kutolewa katika kipindi cha pili, kwa sababu alitolewa, kwa sababu alikuwa anacheza hako, hako haimara, obvious, bao na kwanza, ni kosa lake, hakuwa imara. Ile sio nafasi ambayo anaimudu, ile ni nafasi ambayo kwa kweli inapata inamtaka pandikizi la mtu Dayot <laughs> <laughs> Upamecano, amba ambaye yeye hayupo sasa. Kwa hiyo mm. inakuwa ni shida mm. mm. just for mm. kwa haraka haraka tuzungumzie tumzungumzie Thomas Muller anaondoka mm. hii ilikuwa mm. daa klasika yake ya mwisho na alikuwa na alicheza vizuri sana Thomas Muller, nafikiri watamkosa wata, wata kwa kiasi gani Bayern Munich, na lilikuwa ni kosa kwao kuamua kwamba hawataki hawa kumpatia mkataba, kwa sababu eh, sio kwamba alikuwa ni hovyo hivyo eh, kiasi kwamba mifupa yake imechoka na hawezi kukimbia, kwa sababu kila wakati Thomas Muller akiingia uwanjani hmm, utaona mchezo wa Bayern unabadilika unabadilika kabisa pamoja na kwamba ana umri wa miaka thelathini na tano lakini wala huwezi, mm. huwezi kujua kama Cristiano Ronaldo anacheza tu mpira vile mm. kwa hiyo nafikiri, kwa sababu ni uamuzi ambao ulitoka kwa eh, viongozi wa Bayern na wala haukutoka kwa Thomas Muller mwenyewe mm. kwamba mimi bwana sitaki kuendelea mm. nafikiri hili ni jambo ambalo watakuja kukaa na kujuta na, ni swala la maslahi na fedha pia. Nadhani kwa kweli wamehisi kwamba sasa hivi wanatengeneza kikosi cha siku zijazo, na mula mshahara wake kwa kweli upo juu, na kwa hivyo ni kitu ambacho wamebidi wakifanye. Na mchezaji kama huyo nadhani mm. ni nadra sana kwamba miaka ishirini na tano katika klabu moja, ni kitu ambacho hakujawahi kuonekana katika kandanda la sasa la sasa. Kwa kwa kweli anaijua ile timu nje ndani mm. kila, mpaka ningeweza ki, kusema uwanja wote, nyasi zote yani, ameshinda mataji 33. mm -hmm. Katika taaluma yake akiwa katika dimba la Allianz Arena, Thomas Müller huyo, msikilizaji, mwishoni mwa msimu atakuwa ana, uh, ondoka hapo Bayern Munich, lakini tukiwa tukiwazungumzia bado hao Bayern Munich mm. Bruce, umetaja watakuwa na mechi ndio kali sana katikati ya wiki, wanakwenda nchini Italia. Nyumbani kwao walifungwa na Inter Milan magoli mawili kwa moja. Unafikiri Ndiyo kuna nafasi ya kukipindua kipigo hiki watakapoelekea Italia kwa sababu eh, kuna wengine wanasema mchezo wa Bayern Munich hauridhishi sana. Mi ni mmoja wao wanaosema kwamba mchezo mm, wa Bayern hauridhishi sana lakini, kwanza tumpongeze Vincent Kompany, alichukua Bayern wakati na matatizo mengi, lakini baada ya hapo wametuliza jahazi. Tunaweza kuona msimu huu ukiisha, wakiwa pengine na taji moja, itakuwa ni angalau eh, Bayern wamerejesha sifa yao. Lakini eh, katika mechi hii ya Champions League katika uwanja ambao ni mgumu kweli San Siro. Eh, watakumbuka mwaka wa elfu mbili na kumi mm. walipopigwa na, na, Milan, na Inter Milan. Eh, kwa hivyo um, kubadilisha haya matokeo eh, bila shaka itabidi mentality yao waende wakijiamini kwamba wanaweza wakageuza haya matokeo, lakini ukiangalia Inter Milan, sasa hivi sasa hivi wanaongoza eh, la Serie A na wanatafuta mataji matatu msimu huu mmoja na mwishoni mwa wiki walifanya ao kazi kazi ma, no. matatu ma, no. no. eh, ni, ni na majeruhi ambayo mm. tuliwataja ni shida tu tukiwazungumzia mm, mm. Borussia Dortmund Josephat, watakuwa wanacheza na Barcelona wao wow. ah, mechi ah, ya marudiano ah, ah, ah, Champions League walipigwa nne bila ah. kuisha Borussia Dortmund ndio ah, mwisho um, wao habari yao, kuisha kuisha habari kuisha habari yao. Ah, kuna muujiza na muujiza. <laughs> Sasa huwezi ukapata muujiza unapocheza na kikosi cha Hansi Flick. Nne bila nne bila sio, sio kikosi cha sasa cha yeah, cha Barcelona hapo nafikiri Itakuwa ni muujiza zaidi ya muujiza ambao unahitajika kwa Dortmund kufunga goli nne halafu ifunge bao la ushindi. Yaani, hicho kitu kikitokea itakuwa ni historia kubwa sana katika soka la Ulaya, lakini Champions League. Inawezekana, maana dakika 90 lakini si kwa udhaifu wa kikosi cha Dortmund mm. hiki ambacho tunakifahamu mimi mm. nafikiri Hansi Flick, yuko njiani mm. kuirudisha Barcelona katika siku zake za zamani, zile siku za kina Lionel Messi <laughs> ambapo Basa ilikuwa ikitamba na huenda wakabeba Basa. Na, na, na, na, ki nachojiuliza mimi mm. Kipi kizuri walichokifanya Barcelona? Kwa sababu katika misimu kadhaa iliyopita ni timu ambayo ilikuwa inayumba sana kweli. Lakini sasa hivi kila mmoja akiiangalia hii timu mm. an, an, an, anasema kwamba haitochukua muda mrefu kabla irudi pale pale ilipokuwa kocha. Barcelona kocha ameingia kocha ambaye ana uzoefu, ni mwalimu ambaye anajua kucheza na vijana chipukizi na Barcelona kwa kweli ukiangalia timu hiyo ni vijana ambao wanajielewa kabisa na Hansi Flick anawatumia katika uwezo wao na, katika nguvu zao na sifa walizo nazo na kuwapa mentality tofauti kabisa. Na sasa hivi Barcelona ni tofauti na tuliokuwa tunaishuhudia kama ya Xavi kwa mfano mm. akiwa kocha na msimu uliyopita na na, hii na hi, hi Barcelona hii itafanya kile ilichokifanya Bayern kushinda kombe na mataji yote alipokuwa Hansi Flick mm, e, yeah, <laughs> nafikiri Hansi Flick anafanya kile kile alichokifanya Bayern wakati alipokuwa kocha wa Bayern atashinda mm, kila kitu, bila shaka tajriba ya Hansi Flick haiwezi kujadiliwa kwa njia yoyote ile, lakini Real Madrid wanawakaribisha Arsenal katika uwanja wa mm -hmm. Santiago Bernabeu. Bruce, hii mechi tatu bila imewendea Arsenal katika mkondo wa kwanza, mkondo wa pili kuna, kuna, kuna wengi wengi ambao nimezungumza nao wanasema kwamba hii mechi haijakwisha, ni kwa sababu ni Real Madrid tu. Mbona tunasema ya Dortmund imekwisha lakini ya Real Madrid bado? Sababu ya ushahidi upo kwamba haijakwisha. Real Madrid tunaifahamu katika mechi za Ligi ya Mabingwa ya Ulaya, wakati mwingine wanakuletea matokeo ambayo unashangaa kweli jinsi ambavyo wanapambana mpaka wanafika fainali. Kwa hivyo kufunga magoli matatu Santiago Bernabeu sidhani kama ni kitu ambacho tukiambiwa kinawezekana tutashtuka. Mm. Yeah. Tony Kroos amesema kwamba katika dakika kumi na tano za kwanza, iwapo bae na uh, uh, Real Madrid wanataka kukipindua hiki kipigo, wa, wawe washapata bao katika kipindi hiki cha kwanza na waonyeshe Arsenal kwamba wanaweza eh, bado kazi ipo, yani huu mchezo haujakwisha. Tunakubaliana nakubaliana na yeye kabisa cruise, kwamba huu mchezo bado, na haijaisha mpaka iishe hii mechi, ushafahamu <laughs> na anasema hivyo kwa sababu kile ambacho Arsenal imekifanya ni kitu kikubwa sana. Mm. Eh, lakini niseme tu kwamba Madrid lazima wakiingia uwanjani watulie, eh, na kusitokee mishemishe kama iliyotokea ili Uh, weekend wakati Mbappe alipoonyeshwa ah, kadi nyekundu, yeah, yeah. Alafu ikawa sasa wanalazimika kucheza wachezaji kumi, hii inaweza ikawaletea shida mm. Lakini Arsenal ni kikosi ambacho kiko imara msimu huu. Mimi nawaombea sana Arsenal wabebe kombe la Champions League msimu huu <laughs> <laughs> nawatakia kila laheri kabisa <laughs> kwa sababu hii timu unajua, hii timu Jacob, haijawahi kupata taji ambalo wanaweza wakalishangilia, wakasema, e, tumeshinda sana. Kwa hiyo mi nawatakia Arsenal kila la heri. Bila shaka kuna ukame wa mataji katika klabu ya Arsenal, lakini msikilizaji, <laughs> wacha tuyawachie hapo kwa sasa eh, zidi kutusikiliza hapa maanake bado tuna vipindi na makala yanayokujia. Mimi ni Jacob Safari, imekuwa na Bruce Amani Joseph Charo pamoja na Mindi Joseph. Shukran kwa kuwa nasi.